The female rapper Nicki Minaj alikuwa mlengwa wa hivi karibuni kwenye tukio la swatting baada ya maafisa wa usalama kuvamia makazi yake yaliyoko eneo la Los Angeles Jumatano usiku, wakijibu taarifa ya uongo kuhusu tukio la kupigwa risasi nyumbani kwake. Kwa mujibu wa vyanzo vya vya utekelezaji wa sheria vilivyozungumza na TMZ, idara ya sheriff wa kaunti ya Los Angeles ilipokea simu ya kiripoti shambulio katika makazi ya Hidden Hills ambako Nicki Minaj anaishi. Maafisa walifika haraka katika eneo la tukio lakini walibaini kuwa hakuna mtu aliyekuwepo nyumbani na hakukuwa na tukio lolote la uharifu. gazeti la los Angeles Times la Times iliripoti kuwa mtu asiyejulikana alipiga simu kupitia namba kawaida biashara ya ofisi ya sheriff, yani c ya 911 na kudai kuwa mwanamke mweusi alipigwa risasi katika anwani ya Nicki Minaj na kwamba watu wawili bado walikuwa eneo hilo. Baadaye simu hiyo iligundulika kuwa ni tukio la swatting ambapo mtu hutoa taarifa ya uongo kwa nia ya kuchochea mwitikio mkubwa wa vyombo vya usalama kwenye anwani ya mlengwa. hili si tukio la kwanza kwa Nicki Minaj kulengwa na visa vya aina hii. mnamo Julai na Agosti kwa mwaka elfu mbili ishirini na tatu alikumbwa na matukio mengine mawili ya swatting, ambapo maafisa wa usalama walipewa taarifa ya uongo kuwa mtu alipigwa risasi nyumbani kwake ya nyumbani kwa Nicki Minaj, na katika tukio la Julai ilidaiwa kuwa mtoto wake alikuwa akinyanyaswa.